Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Leo insha Allah taala tutakwenda kusahihisha baadhi ya wale wanaopinga masala ya Al Israa Wal Miiraj au wanapinga kuitukuza siku kama hiyo, na inshallah tutakwenda kutoa hoja zetu katika Al-Qur'an al Karim, maneno matakatifu ya Allah Subhanahu wa Taala, wala hatutakuwa na dharura ya kuingia katika hadithi au maneno ya wanazuoni. Na katika hizi siku mbili tatu kuna baadhi ya mashekhe ambao wamejitokeza katika kupinga masala ya kuitukuza siku ya uh, al-Isra wal Mi'raj, lakini hatutakwenda kuwajibu wote, tutakwenda kuweka klipu ya mmoja wao ili yeye atakuwa ni niaba ya wale wengine wote inshallah wa taala. Kwa hiyo acha tumsikilize, kisha tuingie katika kusahihisha uh, maneno kama haya inshallah. Funga tarehe 27.

au alitoa sadaka katika siku fulani, aliswali swala fulani katika mwezi wa Rajab, alifanya ibada fulani katika mwezi wa Rajab, alichinja kichinjo fulani katika mwezi wa Rajab, alifanya sherehe fulani katika mwezi wa Rajab, nipe andiko, kwa sababu dini yetu hii ni dini nzuri, inakwenda kwa andiko. hii ni TV Iman Tanzania. <laughs> <laughs> <laughs> Nafikiri tumesikiliza vizuri Klip ya shekhe na nimepata takriban kama pointi tatu hivi ama nne amezungumza katika hiyo klipu ambayo haizidi hata dakika moja. Pointi ya kwanza amesema kwamba kuna baadhi ya wa Waislamu ambao wanaitakidi ya kuwa e, Alisra Wal Miiraji ilipatikana katika mwezi wa Rajab tarehe ishirini na saba, haijalishi ikiwa imethibiti au haijathibiti. Kwa hiyo hiyo ni swala la kwanza la kuthibiti kwamba kuna baadhi ya Waislamu wanaitakidi wa kuwa ile siku ya al-Isra wal Miraj ilipatikana katika tarehe ishirini na saba, yani lile tukio henda likawa halikupatikana katika tarehe hiyo. Kwa hiyo tutathubutisha masala hayo. Swali la pili amesema ya kwamba kuna masala ya kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga wala hakufanya ibada yote katika kuitukuza siku hiyo kama kuswali, kuchinja, kutoa sadaka eh, au kufanya sherehe yoyote. Kwa hiyo masala kama haya ya kutukuza siku kama hii na kufanya ibada mbalimbali kwa ajili ya kuitukuza hii siku ni mambo ambayo kwamba mtume salam hakuyafanya. Na la tatu akasema, sisi mafundisho yetu yanatoka kwa mtume sa salam Tunamwangalia Mtume amefanya kitu tunafanya, hakufanya na sisi hatufanyi. Na lani akasema, ikiwa Mtume salama amefanya, basi tupeni maandiko, tupeni ushahidi, kula hatu burhanakum, tuambieni, wape Mtume amefanya, mtupe maandiko, kisha baadaye na sisi tutafanya. Kwa hiyo dini yetu ni dini ya maandiko. Kwa hiyo wacha tuzisahishe eh, nukta hizo nne, inshallah. Nukta ya kwanza kuthibiti katika uh, tarehe ishirini na saba mwezi wa Rajab al-Israa wal-Miiraj. Kwanza al-Israa wal-Miiraj ni nini? Al-Israa wal-Miiraj ni safari ya Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam kutoka Makkah kwenda kwenda Baitul Maqdis kisha kutoka Baitul Maqdis kupaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo kule kutoka Makkah kwenda Baitul Maqdis ndio safari yake ya al-Isra. Kisha Mi'raj ni kutoka pale Baitul Maqdis kwenda mbinguni. Na matukio ya ya kutoka Baitul Maqdis kwenda mbinguni na kutoka Makkah kwenda Baitul Maqdis Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika Qur'ani. Yaani hii safari Allah mwenyewe ameitaja katika Qur'ani kuwa ni safari, safari ya ukweli na ya uhakika pale aliposema Subhana alladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo hii ni aya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaelezea safari ya kutoka pale Makkah kwenda Baitul Maqdis. Kisha safari ya kutoka Baitul Maqdis kwenda mbinguni Allah akaelezea katika suratu Najmi, kutoka mwanzo wa sura wa Najmi idha hawa madhalla ma sahibukum wa maghawa wama yamtiqu anil hawa mpaka mwisho. Anaelezea safari ya mtume salam kutoka pale Baitul Maqdis kwenda mbinguni. Kwa hiyo ni safari ya uhakika na ni safari ambayo kwamba ni, ni ya kweli kabisa, ila ilitokea lini, swala linakuja ilitokea lini. Okay, ni kweli Zipo ikhtilaf kwa wanazuoni wa tarikh kwamba wengine wanasema ilitokea mwezi wa Rajab, wengine wakasema ilitokea mwezi wa Rabiul Awal, wengine kuna ikhtilafu za wanazuoni. Lakini katika masala ambayo kwamba yana ikhtilaf za wanazuoni, kuna vitu viwili ambayo kwamba huwa vinatizamwa. Ukiambiwa suala hili lina ikhtilaf yani wanazuoni wametofautiana, huwa kuna vitu viwili vinatizama. Jambo la kwanza kabisa kuangaliwa ile kauli ambayo kwamba ni rajih, kauli ambayo kwamba ni yenye nguvu, kauli ambayo kwamba wanawazuoni wingi wameipitisha. Kunapokuwa kuna utofauti wa wanawazuoni katika masala, utaangalia wanawazuoni wingi wamelemea katika kauli ipi. Kwa hiyo ile kauli ambayo kwamba wanawazuoni wingi ndio wameshikilia, basi hiyo itakuwa ndio sahihi zaidi. Na pia vile vile kitu cha pili kinachozingatiwa, kunapokuwa na ikhtilafu katika masala basi unaangalia yule mwanawachuoni ambaye kwamba pengine wewe uh, unataka kumfuata katika kauli, unamtizama yule mwanawachuoni, je, huyu ni mwanawachuoni anayekubalika? Ikiwa yule mwanawachuoni ni anakubalika na ni mwanawachuoni ambaye kwamba hana mashaka, anakubalika na Waislamu kwa jumla kwamba ni mwanawachuoni mwenye kutegemewa, basi kauli yake katika masala inapita moja kwa moja, unless ile kauli iyo imepingwa na wanawachuoni wenziwe kama yeye, na wao wamekataa, wameikataa sema kauli hii, sisi tumekataa. Lakini kama hakuna mwanachuoni mfano wake aliopinga kauli ile, basi wewe unaweza kuifuata ile kauli, wala hakuna atakayekupinga wewe, kwa sababu umefuata kauli ya mwanawachuoni aliyeshiba kielimu na hakuna aliyethubutu kumpinga. Kwa hiyo upo sahihi. Sasa, katika masala ya tarehe ya ya Al Israa wal Miiraj, je, ilithubutu katika mwezi 27 ya Rajab? Katika upande wa wanawazuoni kwanza kabisa, ile kauli ambayo kwamba ni rajih, kauli ambayo kwamba ina nguvu, na kauli ambayo kwamba wanawazuoni wingi ndio wamesimama nayo ni kauli ya tarehe ishirini na saba ya mwezi wa Rajab. Wako baadhi ya wanawazuoni ambao kwamba wamekuja na kauli zingine, lakini wanawazuoni wingi wako katika hini tarehe ishirini na saba ya mwezi wa Rajab na miongoni mwa hao wanawazuoni wingi ndani yake kuna alimamu Nawawi. Alimamu Nawawi mmoja peke yake akiwa amesema ni tarehe ishirini na saba, huwa sisi tumeshatosheka tumeshatosheka kabisa, lakini siyo ye peke yake, wapo wengi. Na wapili kuna alimamu ibnu Kathir ndani yake alimamu ibnu Kathir, na yeye pia yumo katika waliokubali kwamba ni tarehe ishirini na saba ya mwezi wa Rajab ndio lilipatikana tukio la alisraa wal Mi'raj. Na alimam Ibnu Kathiri ni mwanawachuoni mkubwa sana wa tarikhi, anaitegemewa katika masala ya tarikhi. Kwa hiyo, na yeye kauli yake pia, baada ya research yake, ameona tarehe ishirini na saba ya mwezi wa Rajab ndiyo tukio hilo lilithubutu. Kwa hiyo, shekhe wetu hapa, Dr Islam, akituambia kwamba uh, ikiwa imethubutu haijathubutu, maneno hayo si yetu sisi, maneno hayo ni maneno ya wanawazuoni ikiwa ona haikuthubutu, basi kauli itabidi tuwaulize wanawazuoni. Je, wanawazuoni mnasemaje? maanake huku kuna shekhe huko amejitokeza asema hiyo siku mnaosema nyinyi ina mashaka, pengine hilo tukio halikupatikana. Kwa hiyo kauli hiyo itabidi akatafutwa Alimamu Ibnu Kathiri na maimamu wengine, na Alimamu Nawawi na mfano wake ndio aweze kutupa, kutupatia usahihi. Lakini kama sisi tunatosheka kwamba Alimamu Ibnu Kathiri Alimamu Nawawi na mfano wake, kauli zao zinatutosheleza sisi basi, kauli zao zinasema ya kwamba tukio la alisraa wal miiraj lilipatikana tarehe ishirini na saba mwezi wa Rajab. Kwa hiyo masala ya kudhibiti ni masala yamepitishwa, yame, yame na ni ukweli swala hili lilipatikana tarehe ishirini na saba mwezi wa Rajab. Kwa hapo tumetosheka katika nukta ya pili kwamba Mtume salam hakufanya jambo lolote katika kuitukuza hii siku. Kwanza kabisa niweze ku aa, soma aya moja hapa. Allah subhanahu wataala katika Qurani anasema: waman yuadhim shaair llahi fainaha min taqwa lqulub, yoyote yule mwenye kuadhimisha na kutukuza shaairllahi, atakaitukuza shaairllahi. Shaairllahi ni nini? Sha'air Allah ni mkusanyiko wa mambo mengi sana, lakini kwa ufupi utasema Sha'air Allah ni kila jambo na kila kitu kinachofungamana na Uislamu na kinachofungamana na dini na vile vile kila kitu kinachofungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo au kitu au zama zinazofungamana na Allah au zinazofungamana na ibada au zinazofungamana na, na, na, na Uislamu zinaitwa sha'air Allah, ikiwa ni makhluqati Allah ikiwa ni ibadati Allah zote hizo. Kwa hiyo tukio la al-Isra wal Mi'raj, Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka, uh, kwenda Baitul Maqdis paka kwenda mbinguni, hilo ni tukio kubwa ambalo kwamba Allah Subhanahu wa Taala mwenyewe amelieleza katika Qur'ani katika shaair Allahi hiyo ni moja katika shaair kubwa sana. Shaair Allahi kubwa zinazopatikana miongoni mwapo ni tukio la al-Israa wal Miiraj, ni muujiza mkubwa sana huo uliopatikana kuutukuza muujiza huo. Allah anasema waman yuadhim shaair Allahi fa innaha min taqwa alqulub, yoyote atakayeadhimisha shaair Allahi ambao ni mfano wake ni kama hiyo al-Israa wal Miiraj kama nilivyoeleza eh? Basi fa inna min taqwa lkulub, kulifanya jambo kama hilo ni katika uchaji Mungu mkubwa sana, kuinyenyekea kuinyenyekeza ile nafsi yako na moyo wako kuweza kutambua lile jambo, basi hiyo ni ishara kwamba wewe ni mtu ambao kwamba una takwa llahi. Sasa suala je, mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya au hakufanya? Mtume alifanya ama hakufanya? Yale mambo ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafanya, sisi tunajitahidi katika kuyafanya au kuyatekeleza kwa kadri tunavyoweza, lakini kuna mambo ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakuyafanya. Ikiwa jambo yeye hakulifanya, tutafanyaje sisi? Allah subhanahu wa taala ashatutatulia hilo tatizo, akatuambia ya ayuhalladhina amanu atiu llah wa atiu rasula wa rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah, tumeambiwa tumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na wale viongozi wale umara wetu. Na Allah akasema fa in tanazatum fi shay'in, endapo tutazozana katika jambo, tutakuwa jambo hili tuaona sisi ni hivi wengine wanasema ni vile. Tukizozana katika masala kama haya, basi farudhu ila Allah, lirudisheni ile jambo kwa Allah, mtapata ufumbuzi wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa hapa, kumekuwa kuna saumu zinazofungwa katika mwezi wa Rajab, kuna ibada mbalimbali zinafanywa katika kuitukuza siku ya Rajab. Jambo kama hili tukilirudisha kwa mtume sallallahu wa alaihi wasallam na kwa Allah subhanahu wa ta'ala Rasulu llahi hakufanya hichi kitu. Je, tufanyeje? Allah anaswambia, ikiwa mnaona munazozana, lirudisheni kwa Allah subhana wataala hilo jambo. Tukilirudisha kwa Allah, Allah anatuambia wamanyuadhim shaair Allah." hilo ni katika shaair Allah. Na mwenye kuadhimisha shaair Allah, basi huyo mtu amefanya jambo ambalo kama ni sahihi na jambo ambalo kama ni laheri. kwa hiyo hakuna haja ya kuingia kuleta hadithi nyingi wala aqwal za ulama. Ni masala basit, hata hayahitaji bahathi kubwa, ni masala yako very simple, yanayofanywa katika kuitukuza hiyo siku. Hakupigwi mangoma, watu hawafanyi mambo ya maasi, hapana. Zinafanywa ibada. Saumu inayofungwa katika kutukuza hiyo siku ya mwezi wa Rajab ni saumu ya sunna sadaka zinazofanywa ni sadaka ambazo kwamba ni sunna, vilevile ni ibada zinazofanywa za sunna katika kutukuza hiyo siku, siyo ibada kwamba ni lazima. Lililofaradhishwa ndilo ambalo kwamba lahitaji hoja na dalili, lakini yale yote yamefanywa ni kwa sunna, zile zile ibada za Rasulullahi alizotuletea, alizotuleteza sunna, tumezikusanya Tukaziingiza katika kuitukuza siku ambayo Allah mwenyewe ameitukuza mpaka kuitaja katika Qur'ani, na sisi tukaitukuza hiyo siku na ku, ku, ku, ku, kuonyesha, manake tumeitambua siku hiyo, na tume, tumeweza kuiweza kuiheshimu hiyo siku na kuitukuza kwa kufanya zile ibadati na kufanya eh, mambo mbalimbali mbali, na kueleza zile tarehe. Ndugu zetu wanapinga kutukuza hili siku, hata kueleza tarehe utakuta hawaelezi tukio la Isra wal Miiraj ni tukio ambalo kwamba la uhakika limethibiti katika Qurani, lakini ndugu zetu kwa kuwa wanapinga kuitukuza hiyo siku, kwa kuwa wanapinga hivyo basi, utashangaa hata kueleza yaliyopatikana katika al-Isra wal Miiraj pia hawaelezi, ile tarehe pia utakuta mara nyingi hawaelezi. Na wakati huu ilikuwa kama mtu ana insaf aseme, twapinga kutukuza siku hii, lakini tutaeleza tarehe yake lakini utakuta watu wanapinga kuitukuza na hata tarehe hawaielezi, ni makosa. Kwa hiyo kutukuza ni jambo limethibiti na ni jambo ambalo kwamba Allah mwenyewe ametupa go ahead. Tumelirudisha ili suala la sisi twazozana tuitukuze ili siku ama tusitukuze. Tukirudisha kama alivyotuelekeza Allah subhana wa Ta'ala katika Qur'ani tuirudishe kwake yeye. Tukirudisha, kwa tukirudisha ili siku Allah atatuuliza, hii ni siku ni siku gani? Hii ni siku ya Miraji ni siku ya ni siku ya, ilisiku ya moja katika shaair Allah. Na sisi tunachokifanya tunafanya nini? Wa man yuadhim shaair Allah. Tumekwenda kuiadhimisha hiyo siku. Kwa hiyo wenye kuadhimisha wanafanya jambo sahihi, wanaofanya lolote lile linalofungamana na Israa wal Miiraj hasa tarehe ishirini na saba wapo katika msitari wa sahihi na wapo katika haki na wazidi kufanya hilo na waongeze na waongeze tena. Na si kwamba ni mafruuz ufanye katika tarehe 27. Hata kama tarehe 27 imeshapita bado una fursa, unataka kufanya lile jambo, unasema mimi nimepitwa, lakini sasa muda ushapita, pengine tushaingia Shaabani, pengine tuko Rajab tarehe 29, 30, au tuko Shaabani mosi, mbili, unaweza kufanya wakati wowote, kwa sababu ni ibada ambayo haikuwa ni lazima kuitekeleza katika mwezi wa Rajab tarehe 27. Unaweza kufanya hata kama ushapitwa na ule muda. Eleza tarikhi ya miraji, eleza tarikhi ya israa, fanya sadaka katika kuitukuza, na Allah atakulipa kwa nia yako njema, kheri nyingi na thawabu nyingi sana. Nafikiri mpaka hapo imeeleweka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.